Kwa tuko na major major power Mzee, yeah. ni Haji? Kama kawa. Uko uko fresh? Good but they look so so so nice. Siku hivyo leo tulikuja. Maybe kuna mtu introduce yeah. introduce project yeah. project ku yangu ya Bongo Flava, ni juzi na mm. Niko featuring Mario Kaniba ni so, mzuri Yeah, so, karibu na Mario nini kumposti likuwa ni kwa ajili ya ngoma Wow, mali ni brother angu kabisa yani ni mm, yani, brother kabisa yani. Na festa yangu ya kwanza naenda kabla Dar es Salaam, watu wengi walianza kuniona festa ya Dar es Salaam mwaka 2018. Lakini before, ilikuwa ni festa yangu ya kwanza ilikuwa ni festa Mtwara. Nilipofika airport, nilikuwa sina company kwa sababu ni unajua hata tunasafiri ni hazi tu, watu wanasafiri kwa sababu ya hazi na wigo. Huwezi kupewa tiketi tano za kusafirisha watu kumi na tano ikiwa hadhi yako ndogo. Kwa hiyo ilikuwa inaenda na levels. Stori yangu ilikuwa ndogo kipindi kile. Nilipewa tiketi moja tu ya kusafiri mimi mwenyewe, timu yangu nyingine itapita chini kwenye, itapita kwenye mabasi, mimi napita kwenye ndege tiketi moja. So kule ilikuwa sina company. Kwa hiyo meneja wangu alikuwa yuko cross sana na Waso, cross sana na Mario. Kwa hiyo akamcheki Mario ndo akatuconnect tangia 2018. Kwa hiyo nilikuwa ndo company yangu Mario kuanzia pale

Sio shabiki. Shabiki anapenda mziki mzuri, anapenda kuona ngoma mpya inatoka. Sisi tunafanya biashara ya mziki. Ina maana ni lazima ujue ninachokifanya kwa sababu mimi ninapoenda kushoot na invest, ina maana ninachokifanya ni lazima nikiwe na mapato ya kunirudishia. Kwa hiyo sisi tunafanya biashara. Sio kwamba tuna switch eti huko kuna hela nao. Si ndo tunajua hela iko wapi? Okay. Yeah. So hujapishana gala mshahara. Uh, na still bado uko chini akina waso wiso

Kwani wewe nani? Kunijua bonge moja la goma. Wewe ni moja wa mtu ambaye umemshauri Ibra kwa independent artist, nao nao sio siku kutia neno hapo kwa sababu unajua hiyo iko personal sana, ni ya mtu mwenyewe. Lakini wewe kama msanii, kuna kipindi ulisema peke yako, unaona faida za kuwa peke yako. Niliongea naye Ibra juzi, mshikaji wangu sana

ungetamani kuona anaendelea kuextend kwenye record label, ulimwambia nini? Pengine nilimuuliza situation yake ikoje, because me ni brother. Sibla ni brother wangu, ni mshikaji yani brother watu ambao tuko close tunaongea sana, tunakutana sana. Kwa nini nilimuuliza situation ambayo inaendelea, ina ukweli mm, au kuna nini kinaendelea? Akaniambia yuko good na anaendelea kufanya kazi yake, sio. Nafikiri vitu vingine tumwachie wewe mwenyewe yani, umeuliza situation ya kweli, ilijibu yake ilikuwa ni ndio, anambia yuko yuko cool, yuko fresh na maana, hana shida, hana stress. Ikifika step kama anahitaji tumsupport, tumsapoti mm, atatuambia. Kwenye ule mchango wa bilioni moja ulitoa shilingi ngapi? Sikumuuliza hicho lakini, ulichangia siku shilingi ngapi? Sikuongea naye kwenye hiyo issue na maana sawa, yani uja punch pale, lipa namba. Nimeona ile post kwenye mitandao, lakini nilikuwa ni baada ya kuongea na Ibla, kwa sababu mimi nilipata nafikiri ka, baada kabla hata yeye ku expose. Sawa, ni tunauliza kwamba ulichangia no. Mimi ni family, ukituma e Oh, kisha maliza kutuma elfu tano, kilichobaki ndio tunakuwa suko sisi. Ah, kwa uh, unaweza katoa pengine zaidi ya hicho yani, mbacho sisi ni kazi yetu ni kupambana at, the family. Si mm. Sini family ni washikaji wakari. Mm. Okay. So, ndomana hata si tulimcheki kwamba unashida. Like mm. Kama yeye akikwama sehemu ambayo amekwama, atatufesi sisi atatuambia. Kuna hiki na hiki, kimekwama hiki, sisi tuta support. Lakini unatamani kuwana yuko awe sawa na Harmonize kwa kwewe <laughs> pia. Mimi ni pia nimemjua Hibla kupitia Harmonize. Mwanaizi brother mshikaji wangu, karibu mtu wangu close sana okay. Kwa mimi siwezi, ndio maana sitaki kujua. Nilimpigia tu Ibla, Ibla unaendeleaje? Niko poa, vipi mambo yako? I'm fresh brother, anything nitakwambia. Okay, poa. Kwa ina maana yeye atanirudia, ataniambia okay, sawa. Pengine kuna mtu anaweza anajiuliza hapa. Sasa hivi tumeona ambacho kinachoendelea, ambayo ina trend sasa hivi. Kwanza hongera. Eh, asante Mtu ujue za Zaylisa. Nasikia Mbagala alikuwa mitaa yako kwa, kwa, kwa bibi yangu ah, kule kule familia. Eh, ni karibu mda gani pengine mtu angetamani kujua usikaji wewe, namaanisha kumfahamu zaidi? Namjua mda sana. U ukaribu mwanzo kusogea lini? Baada ya kuachana na shemeji yetu zamani, hata kipindi yuko na Dula mm. yuko na na Aji mm. shikaji wangu mko mnaongea, yani mko mnawasiliana mara kwa mara eh? Napigana simu napiga story mm. sio wakati ambapo katika ndoa ulikuwa una limit ya kumpigia simu wakati. Okay, tulikuwa nampigia shikaji wangu Haji tu ni mshikaji wangu so ni sina limitations. Yeah. Kwa wakati unampigia simu yuko na Haji ilikuwa ni normal tu yeah. So, so so ni vitu ambavyo vinaendelea katika mitandao tele na majibu na no, tu, tu, majibu Juma la... Lokole anasema pika pakuwa Juma hajui chochote ni... w pale alisema mashalavu mi nimeshindwa kujikaza kujikaza. Sasa nikiunganisha doti wasowiso na mashalavu, ni washikaji sana. Lakini the same time, we na mashalavu ni washikaji sana so hii gang ya wasowiso mashalavu, ya wasowiso alikuwa anakudaga kwako kukutembelea, anasema nani? Zai anakudaga kwako, anakuja

lakini devu na nywele, style ya nywele sio Zai yule. Ni mwanamke lakini sio Zai, kweli? Tuoneshe hapa. Sina hapa. Meneja simu nayo yameja lakini bwana riziki, acha masuala, watu wameendana. Ikitokea zai anasema bwana kama vipi, meja, hichi ambacho kinachoendelea watu wanakichukulia kwamba tuna mahusiano, tukiendeleze. Akisema sawa, tukiendeleze. Watu sasa yule ndio kwenye ushikaji wetu. Sasa kwa. Mpaka supermarket. Tulikuwa wengi ile siku ah, tumeonekana wawili tu lakini yes, tulikuwa wengi sana. Tulikuwa watu kama saba. No, tulikuwa tumetoka kwenye movement zetu <tumetoka> yeah, movement, tukapita tulikuwa wote, Zai na watu wengi tulikuwa saba. Yaani tulikuwa wengi mwanangu inashindwa kukadiria vizuri mpaka iinashindwa. So ni kwa nini hao watu hawapigi picha, nyinyi tu na wao wenyewe? picha zetu wanazo, wakiamua okay, okay, kuzi expose wanaweza kuzi expose, au watu ndio? <laughs> <lia. Na> <laughs> <tuliko> Sasa si washikaji, afu mimi nilikuwa na mtoto Zai na mtoto wangu wako close, okay, eh, kwao alikuwa anacheza cheza na mtoto, tulikuwa tunaenda kwenye gari yake u karibu mtotoni, kama unatupa mashaka, kwa sababu si rahisi mtoto kumzoea mtoto wangu. Washikaji zangu wote iko company, kwa sababu mtoto wangu mimi na mtoto wa Hamu anasoma shule moja, kwa hiyo ni close, ni company. Kwa hiyo kumuona mtoto wangu yuko na Hamu au mwanamke wa Hamu ni kitu cha kawaida, sababu sisi tuko na company, ila kumzoea sana Zaylisa, eh, kumzoea, sasa hii labda, karibu, labda labda labda karibu nigusie hapo kwenye kwenye kwenye uh, kwenye tujirudi nyuma pia, hizi record lebo ambayo ukimzungumzia msanii kama Ibra kwamba kwamba mshikaji ambaye alikuwa anakaa naye naye sana, karibu lakini pia kwenye kwenye kwenye na kuna issue yeah, moja ambayo inaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii mm, watu kutoka malebo eh, malebo uh, mimi nataka utoe maoni yako kwamba experience tu ya changamoto inaweza ikawa ni sio changamoto kwa lebo, so changamoto. Shumewa, lebo zote ni nzuri mpaka wewe msanii umemwona kashachomoka what mimi nilikuwa nataka kush nyuma kidogo, kaja swala la kuondokwatu kuondokana zinazosema kwa wewe nawao, oafu ungesogea huku, Meja mbona kama anataka maji, shida ilikuwa inanitesa, watu wanasema mmeacha, ndio kweli, kwenye hilo haito nalo no comment ila kuja kwenye msiba pia, no, no, no. Ai, jamani, msimtio mm. Nimewaletea kwenye mitandao like nampenda, nimposti jamani mm. Huyu ni mwanamke wangu mm. So kitu chochote kingine ki nisubirieni, mimi nitasema, lakini kwenye hii no comment propaganda nitasema bado nafikiri tunahitaji tupate wakati mzuri, naweza nikasema nikakuambia wewe lakini ikwangomika sio nzuri mm. So tunaweka limitation ya vitu, tuzungumze taratibu. Lakini nje kuna mashemaji zetu wa zamani Mike Swali, kuja kwenye msiba wa mama. Watu wengi nimewaona, wengi nimewaona, hata Tunda alikuja kwenye msiba mm. mmm watu walikuwa hivi, ingawa wengi um, mm. sikuwaona, sababu mimi hata hata wakina Tunda wakati wanakuja mimi sikuwaona kwa um, mm. sura mm. lakini nilipigiwa tu simu nikaambiwa fulani alikuepo kwa nilipoona na niliona kwenye video, watu wengine sikuwaona, hata kina mabradha kina Shafi Dauda sikuwaona, ni mimi kwa kukutana usiku, lakini niliona kwenye video.